Kwa za, Mwenyezi Mungu uh, ya kwanza namshukuru na pumziko yameenda salama salmin, na mipango yetu nakwenda kama tulivyopanga. Tayari wachezaji wameanza kuwasili kambini uh, kwa ajili ya uh, kujiwinda na mwendelezo wa soka Tanzania bara. Kama tulivyosema awali, tulikuwa na mapumziko a takriban uh, siku kumi kuanzia tarehe tano. Kwa hiyo leo ndio tumetamatisha na tayari vijana wameanza kuingia kambini tayari kuanza kufuata falsafa, mipango na ufundi wa mwalimu Mike Maxime na wasaidizi wake. Tunavyozungumza kwa sasa kwamba kikosi tayari kimesha ripoti. Naam, wachezaji tayari wamesha ripoti kambini. Na kocha Mike Maxime tayari yupo kambini ama ni yeye bado hajafika? Ah, uh, tayari uh, anatarajiwa kuingia leo na kesho anaanza kazi. Kwa maana kocha bado hajafika. Naam, wasaidizi wake kesho watatangulia. Okay, sawa sawa. Labda uh, mazoezi yatakuwa ya aina gani ambayo mwalimu anahitaji kwa wakati huu? Maana tunajua kuna mapumziko hapa. Ya, yeah, uh, kuhakikisha kwamba mwalimu wa utimamu wa mwili anaweka sawa, uh, kuziba zile gepu ambazo zilionekana, lakini pia uh, itakuwa kwenda sambamba na mwalimu Kisimo kushusha falsafa zake, mbinu na ufundi.